Tafadhali bonyeza alama ya subscribe iliwo wa kwanza kupata mafunzo yetu. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi salallahu alihi wasallam. Alhamdulilahi rabilalamin. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo mpenzi mtazamaji, nataka nikupe faida, na faida yenyewe ni surati Alfatha. Nitawapa faida ya surati Alfatha, mambo ambayo ukiyafanya kwa kutumia surati Alfatha, basi mambo hayo yatakwenda vile ambavyo wewe una umepanga lakini vilevile surati al-Fatiha katika maradhi, katika kutibu magonjwa, tutazungumza na tutaongelea masala hayo ya aina mbili. Au kwa ujumla tutazungumzia faida ya surati al-Fatiha, faida gani ambazo zinapatikana katika surati al-Fatiha. Surati al-Fatiha, ndugu yangu mtazamaji, kwanza kabisa ni sura ambayo ina siri kubwa sana, ina siri kubwa, lakini pia ina faida kubwa. Na kwa mtu ambaye ataweza kuitumia vizuri kabisa hii, hii Suratul Fat Haa, basi ataona maajabu yake, lakini vilevile Suratul Fat Haa sura nzima yenyewe pia ina maajabu yake. Lakini kuna aya pia ambazo ukizifanya kama adhkari zako au ukizifanya kuwa ndio uradi wako, basi sura hii au aya hizo zitakunufaisha kwa namna moja ama nyingine, lakini pia ni tiba ya maradhi mbalimbali. Kwanza kabisa tuanze kwa kuiangalia Suratul Fatiha katika upande wa maradhi, upande wa kutiba katika maradhi. Jambo la mwanzo kabisa, kama wewe uta, utadumu na Suratul Fatiha, basi endapo utakuwa unasumbuliwa na maradhi ya tumbo umesha kwenda hospitali umefanya vipimo vya kila aina, lakini hakuna ugonjwa basi, eh, lakini bado maumivu au tumbo linakusumbua mara kwa mara. Wakati mwingine hata kama tumbo lako linakuwa ni la hedhi, wewe mwanamama, wewe mwanadada, unasumbuliwa na tumbo la hedhi mara kwa mara, inapofikia ada yako basi, wewe maumivu ya tumbo hayakuishi, basi utatumia Suratul Fatiha katika kutibu maradhi hayo. Utatumiaje katika kujitibu maradhi ya tumbo? Kwanza kabisa Suratul Fatiha utaisoma mara saba, utaisoma sura hii mara saba, lakini utaisoma katika maji. Yani utachukua glasi ya maji na utaisomea Suratul Fatiha mara saba, kisha utamuomba Mwenyezi Mungu ili akuepushe na hayo maradhi, na kisha utakunywa hayo maji, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi utapata kuondokana na maradhi hayo ya tumbo. Lakini vilevile vile, endapo kama wewe unasumbuliwa na maradhi ya kichwa, kuna mtu yani yeye hakai siku mbili siku tatu bila kichwa kumuuma eh, mara kwa mara, wakati mwingine hata anapotumia dawa lakini bado kichwa kinamsumbua, basi Suratul Fatiha ni tiba katika maradhi ya kichwa. Utaisoma vipi? hii pia hii pia unaweza ukamsomea mtu Suratul Fatha au huyu anayesumbuliwa na kichwa kwa kumshika kichwani, utamshika kichwa chake na utamsomea Suratul Fatha mara kumi na nne utamsomea Suratul Fatha ukiwa umemshika kichwa mara kumi na nne kisha utayasomea maji mara saba, utamshika kichwa utasoma mara kumi na nne Suratul Fatha lakini pia uta utachukua maji vile vile utayasomea mara saba, na utampaka kichwani pamoja na usoni. Yani, utachukua yale maji utampaka kichwani pamoja na uso wake. Utampaka hata wewe mwenyewe, sio tu akufanyia mtu, hata wewe mwenyewe unaweza ukajifanyia, na maradhi hayo yatakuondoka biidhnillah. Basi ha, hi, katika upande wa maradhi Suratul Fatiha hayo ni machache tu ambayo nimeyazungumza katika upande wa maradhi kuhusiana na surati al-Fatiha, au surati al-Fatiha inatibu vipi katika maradhi hayo ya tumbo pamoja na kichwa. Lakini vilevile vile, ikiwa utaisoma surati al-Fatiha kwa upande sasa wa biashara, kwa wale wenzangu na mimi, labda biashara hazieleweki, umefungua, una fremu yako, una duka lako, una biashara zako sokoni, unauza nguo unapika vitumbua unapika vitafunwa, unauza, lakini huelewi biashara unapoifungua. Mpaka jioni unakuta biashara haieleweki, pengine unakutana na hasara na kichwa kinakuzunguka, ufanye nini? Lakini na umeshahangaika sana. Wakati mwingine mpaka mtu anaingia kwenye ushirikina kwa ajili tu biashara yake ipate kukua, au biashara yake ipate kuendelea na pesa aione. Basi yeye, ndugu yangu na, na usiende katika shirki, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, bali utatumia aya hii ambayo ipo katika Suratul Fatiha, na aya yenyewe ni aya ya mwanzo kabisa hii e, inayosema, rabbil alamin, yani alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa ile alhamdulillahi hautaisoma, utasoma hapa tu rabba, utafanya uta, uta kama unaita, kwa sababu ukisema ya unaita hiyo utasema ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, yani kwa maana ya kwamba kila utakapoenda kufungua biashara yako au utakapoanza biashara yako asubuhi, basi utasoma aya hii ya Rabbal alamin mara saba kila siku, ukifungua tu biashara yako, basi utasoma, kama ni duka utafungua fremu yako au eneo lako, basi utasoma aya hii na kisha Mwenyezi Mungu, endapo utadumu nayo hii aya ya raba alamin, Mwenyezi Mungu atakufanyia maajabu na atakuletea wateja kutoka sehemu mbalimbali mpaka mbali, wewe mwenyewe utashangaa. Yani utaongezekewa uta wewe wateja mpaka wewe mwenyewe utashangaa. Hiyo ndio maajabu ya aya hiyo katika Surati lfatha lakini hii pia ya rabbal alamin unaweza uka, ukaufanya kuwa ni uradi wako ukaufanya kuwa ni uradi wako mara kwa mara, ukiwa katika eneo lako la biashara ukawa unaisoma pia, itakuondolea maradhi itakuondolea mambo, mambo mazito ambayo yanakuandama unapotembea. Unaweza ukao unafanya uradi huu, una, unasoma ya rabbal alamin basi, lakini vile vile, eh, hata kama utakuwa una matatizo na hujui vipi utamaliza hayo matatizo yako, basi dumu na uradi huu ya Rabbil alamin, na usome mara nyingi na Mwenyezi Mungu atakupa ufumbuzi katika hayo matatizo yako. Lakini vile vile uradi wa pili ambao unatokana na Suratul Fatiha ni ya rahmani ya rahim eh, ya rahmani ya rahim. Hii pia ya Rahmani ya Rahimu, endapo mtu ana shida ya kupata kitu fulani yani, kama wewe una shida ya kupata jambo fulani, kwa mfano una shida ya kazi, labda una shida lakini unaogopa kumwingia mtu, labda kum, kum, kope, kumkopa hela au labda kumuomba pesa, lakini unakuwa mzito, basi ukiufanya uradi huu na uradi huu kila baada ya swala ya Isha Usome mara elfu moja Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho unachokitaka kwa uwezo wake. Yaani, kila baada ya Aisha, kumaliza kuswali swala ya Aisha utasoma uradi huu mara elfu moja eh? Kama una tatizo unatafuta kazi, una shida ya kitu chochote ambacho unakitaka ukipate, basi kazana na uradi huu, hata kama una shida ya kupata ya, una kitu fulani kinakutatiza ambacho unakitaka ukipate, pengine ukikipata hiko jambo lako litakuwa limenyooka au limesuluhishika, basi utasoma uradi huu, ya Rahmani ya Rahimu, haya yote ni majina ya Mwenyezi Mungu. Utayasoma kila baada ya Aisha mara alfu moja. Lakini vile vile, hata kama unataka kufanya vizuri kwenye masomo yako, kwa nyinyi wanafunzi wanavyuo eh, wanafunzi wa sekondari mzazi pia unaweza kukaa na mwanao baada ya swalati Isha ukafanya uradi huu mara mia mbili. Utafanya uradi huu mara mia mbili wewe na mtoto wako, kila baada ya Isha, na Mwenyezi Mungu atamfanya mtoto wako afanye vizuri katika mitihani yake. Au hata wewe mwenyewe kama unasoma na unatarajia ujira mkubwa baada ya masomo hayo, basi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kwa jina hili ya Rahmani ya Rahim utapata mafanikio katika masomo yako na utayaona. Lakini vile vile, ikiwa mtu anaumwa labda kwa mfano, ana maradhi, anaumwa maradhi ya muda mrefu eh, mmeshahangaika sana, mmeshachoka, basi huu ndio uwe uradi wake mara alfu moja atausoma, at, atasoma mara alfu moja mgonjwa, au wewe unayeuguliwa utakuwa unamsomea mgonjwa wako mara alfu moja. Mara tu unapoisikia adhana, unapoisikia adhana, utaitikia adhana. Baada ya kuitikia adhana, basi utasoma mara elfu moja, Ki, uta, u, utaisoma mara elfu moja na, na baada ya hapo utakwenda kus, kus, kuswali swala yako. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mgonjwa huyo atapata nafuu na, na, na Mwenyezi Mungu akipenda atapona kabisa.